Leo ni maadhimisho ya mwaka mmoja baada ya kuzuka kwa maandamano ya vijana maarufu kama Gen Z nchini Kenya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 uliopendekeza nyongeza ya kodi. Katikati ya mwezi Juni mwaka 2024, maelfu ya vijana walianza kujitokeza katika miji mbalimbali hasa jiji kuu Nairobi, kushinikiza mswada huo wa fedha kuondolewa na serikali. Maandamano hayo yaliendelea hadi tarehe 25 mwezi Juni wakati waandamanaji walipovamia majengo ya bunge kuonyesha hasira zao kwa wabunge waliokuwa wanajadili mswada huo. Rais William Ruto alitangaza kuachana na mswada huo Juni 26, mwaka 2024, baada ya kusema kwamba wananchi walikuwa wameukataa. Nakubali kushindwa kwa hivyo, I will not sign. Sitotia saini mswada wa fedha wa mwaka 2024 na hivyo utaondolewa be with the drone. Wakati wote wa maandamano polisi walikabiliana vikali na waandamanaji na kusababisha vifo vya watu. Kwa mujibu wa Tume ya Taifa ya Kutetea Haki za Binadamu, watu wengine zaidi ya 80 walitekwa na maafisa wa usalama na mpaka sasa kuna baadhi yao hawajapatikana kati ya Julai tarehe 11 na 12 Mwaka 2024 Rais Ruto alivunja baraza lake la mawaziri na baadaye akaunda serikali mpya ambayo iliwashirikisha mawaziri kutoka chama cha upinzani cha ODM. Aidha, alimfuta kazi inspekta jenerali wa polisi Jafeth Koome baada ya shinikizo za wananchi kwamba ajiuzulu.